Tukio la kusikitisha limetokea Jumamosi usiku jijini Vancouver, Canada baada ya gari kuendeshwa kwa kasi na kugonga umati wa watu waliokuwa wakishiriki katika tamasha la mitaani na kusababisha vifo vya watu kadhaa na kujeruhi wengine wengi. Kwa mujibu wa taarifa ya polisi wa Vancouver kupitia ukurasa wao wa X, Tukio hilo limetokea majira ya saa mbili usiku kwa saa za huko katika eneo la E 41st Avenue na Fraser Street wakati wa maadhimisho ya siku ya Lapu Lapu, mojawapo ya wa sherehe kubwa za jamii ya Filipino nchini Canada. Polisi wamethibitisha kuwa dereva wa, wa gari hilo tayari amekamatwa na uchunguzi wa tukio hilo unaendelea. Hata hivyo sababu za tukio hilo bado hazijafahamika rasmi. Meya wa Vancouver Ken Sim alieleza kusikitishwa na tukio hilo la kutisha akisema Nimeshtushwa na kuhuzunishwa sana na tukio hili baya lililotokea kwenye maadhimisho ya siku ya Lapu-Lapu. Fikra zetu ziko kwa wahanga wote wa jamii ya Wafilipino hapa Vancouver. Naye Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney, ambaye anawania kuchaguliwa tena katika uchaguzi mkuu na utarajiwa kufanyika Jumatatu, aliandika kwenye X, nimesikitishwa sana kusikia kuhusu yaliyotokea kwenye tamasha la Lapu-Lapu, Vancouver. Natoa pole za dhati kwa familia za waliopoteza maisha, waliojeruhiwa na kwa jamii ya wa Wafilipino wa Canada, tuko pamoja nanyi katika majonzi haya. Kwa upande wake, kiongozi wa chama cha NDP Jagmeet Singh ambaye alikuwa kwenye tamasha hilo kabla tukio alisema, nimeshtushwa sana kusikia kwamba watu wasio na hatia wamepoteza maisha na wengine kujeruhiwa. Fikra zetu ziko kwa wahanga, familia zao na jamii ya wa Wafilipino waliokusanyika kwa ajili ya kusherekea uimara wao. Naye kiongozi wa British Columbia David Abby pia alitoa pole kwa waathirika na familia zao akithibitisha kuwa uchunguzi unaendelea na mtuhumiwa amekamatwa. Nimesikitishwa na kuhuzunishwa sana na taarifa za watu waliouawa na kujeruhiwa katika tukio hili. Polisi wanafanya kazi yao kikamilifu. Mamlaka zimesema kuwa taarifa zaidi zitatolewa kadri uchunguzi utakavyoendelea. Hadi sasa idadi kamili ya waliopoteza maisha haijathibitishwa rasmi, huku polisi wakisema kuna vifo na majeruhi kadhaa. Wakazi wa eneo hilo wamesema walihisi mlipuko mkubwa na kuona magari yakiharibika, huku madirisha na paa za majengo ya karibu vikilipuka kutokana na nguvu ya ajali hiyo.